Iya e, wapendwa watazamaji na wasikilizaji wangu e, jana niliwapa muhtasari wa yale yaliyokuwa yanatokea huko Tanzania ambako miji mikuu mm, mitano au e, mikoa mitano ilifanya maandamano ikipinga e, udhalimu ikipinga matendo ya ubadhirifu yanayofanywa na serikali hiyo kupitia kwa Mama Samia Suluhu ambaye ndiye kinara wake, na zaidi ikipinga habari za uchaguzi ambazo kwa kweli ulikuwa umetiwa dosara baada ya eh, changamoto mbalimbali zilizotokea ikiwemo kutokuwa na chombo huru cha uchaguzi ambapo eh, tunajua wapinzani wakubwa kama Chadema kupitia kwa kinara wao eh, Tundu Lissu na pia e, Mpina ambaye ni mpinzani mkuu pia, kutokuruhusu e, kutokuwa na nafasi ya kushiriki uchaguzi huo. Sasa mm -hmm, katokea vurugu mbalimbali ambako e, watu walifanya walisema sasa inatosha, walimwambia sehemu imetosha na tunataka kuanza maisha tofauti. Sasa palikuwa na uharibifu wa mali mbalimbali maandamano yalikuwa makubwa kinyume na vile ambavyo ilikuwa imetarajiwa kwa, kwa kweli. Sasa leo maandamano yameendelea, pamoja na kwamba mkuu wa polisi alitangaza kwamba kuwe na kafyu, yani kuanzia saa kumi na mbili jioni watu wasitoke nje, lakini bado kuna maeneo ambako e, vurugu ziliendelea kutoka, ikiwemo pia kupigwa, kuchomwa vituo vya polisi na kadhalika. Sasa ndio hii hapa habari kamili.

Hii ni silali asubuhi hii. Wananchi hawataki mama Samia, wananchi wanataka haki yao, na jeshi limekuja kutupa sapoti.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 Country, Tanzania ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo sisi hatuna shida kabisa na, na nchi yetu, sisi tunatetea utekaji, tunatetea mambo ambayo yanaendelea, tunahitaji demokrasia ya haki, tukimtaka fulani ndo sasa eh, so habari ya uh, pekee ni kwamba bado wengine walikwenda airport eh, Mwalimu Julius Kambarage International Airport na wakaivamia, wakaingia mamia kwa maelfu humo ndani ya international airport, na hivyo kusababisha safari rasmi kukansel. Hakuna safari ya ndege ambayo ilisio kuingia na kutoa katika jiji la Dar es Salaam, na basi hali haikuwa shwari. Kwa kifupi, ilikuwa kama ifuatavyo. Yeah, lakini pia hata majirani zetu e, wa Kenya walitamani sana kuingia katika hiyo e, tafrija, na hivyo mamia kwa maelfu walikuwa mpakani wakitaka kuingia. Sasa Gen Z Tanzania waliamua kustom, wakachoma pia na manga boda, ili waweze kuruhusu wa Kenya waweze kuingia na hata baadaye e, tutaona polisi wanaomba wa Kenya rudi makwao Tutaona ilikuwa kama ifuatavyo oh! Ya, hata hivyo, watawala hawakuwa na bahati kwa sababu ni watu walisema imetosha. E, wakatafuta e, baadhi ya mali za wale watawala kama e, mtoto wa rais na wengineo ambako walijisevia baadhi ya vitu pia kama ifuatavyo. <totipa> Namba hii imechomwa, namba hii imechomwa. Yeah, I'm so namba namba. Yeah, na toyo hiyo hapo. Yeah, yeah. na ile pale inapokea moto ST hii yeah, hapo yeah, yeah, yeah. Sasa hapa ni kwa Abduli Harusha yeah. kwenye yeah. hoteli yake Harusha hii ni safari moja kuma ani atakufa mtu Hizi ni hela zetu kumanina, hizi kodi zetu hizi, beba zote, mamae choma na kituo hiki kumanina, zawa beba mali choma, mzigo tuondoke, manina kodi zetu hizi yeah. kama mnavyoona hakuna ambaye atakosa gas ya kupikia this time na hivyo kufanya eh, mapungufu eh, matumizi ya kuni ambayo ni uharibifu wa mazingira upungue katika mkoa wa Arusha. Kwingineko vurugu ziliendelea pamoja na kwamba eh, watawala waliweza kuzuia matumizi ya intaneti na nini lakini hawakufua dafu. Vurugu ziliendelea kama kawaida

Gari ya tume ya uchaguzi au ni anaondoka nayo. Keso amekuja amekimbia gari ya tume ya uchaguzi ya kwa kifupi, hali imeendelea kuwa e, changa, na basi tuombe amani kwa Tanzania, tuone itakuwaje. Asanteni kwa kunisikiliza, usisahau kusubscribe comment and share. Thank you, mpaka wakati ujao, msikose kipindi kijacho, ndaletea siku ya tatu itakuwaje.